Mbali na hayo ni kwamba wahudumu wa afya chini ya mpango wa afya kwa wote UHC ambao walisusia kazi kuanzia Januari mwaka huu wameendelea na maandamano nje ya jumba la afya. Wahudumu hao wamepuzilia mbali madai ya kuwepo kwa wafanyikazi hewa zaidi ya elfu tatu kwenye sajili za mishahara katika wizara ya afya. Kulingana nao, wako tayari kuhesabiwa ili kuhakiki na kuthibitisha idadi yao. Licha ya hayo, anasisitiza kwamba ni sharti wapewe kandarasi za kudumu kabla ya kuhamishwa na kusimamiwa na serikali za kaunti, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Emily Chebet. Wahudumu wa afya chini ya mpango wa afya kwa wote wamepinga madai ya gavana wa Tharaka Nithi Mudhomi Njuki wakisema ni njama ya kupotosha umma na kukwepa jukumu la kuwapa kandarasi za kudumu kabla ya kuhamishwa katika serikali za kaunti. Wahudumu hao ambao wali walikuwa elfu nane wanadaiwa kupungua kwenye sajili za wizara ya afya baada ya wengine kuwacha kazi na wengine kufariki, wamemtaka waziri Aden Duale kuwapatia kandarasi za kudumu kabla ya kuhamishwa kwani wengi wao wanahofia kupoteza kazi zao iwapo watapelekwa katika kandarasi za kaunti. In the 47 counties you will find some other counties replacing UHC staff tulikuwa tunaomba the already existing amount which is 4.2 tayari was convert to PNP juu hizo zitaweza kutulipa for at least 6 months as they look for the alternative Budget. Waziri Aden Duale amesisitiza kuwa kuanzia Julai mosi wahudumu wa UHC watahamishwa katika kaunti huku akithibitisha kuwa sajili ya wahudumu hao kutoka kaunti na Wizara ya Afya haziambatani kwa sasa. Duale alizuru hospitali ya Kenyatta ambapo waliwaonya wasimamizi wa hospitali za umma nchini dhidi ya ufisadi na usimamizi mbaya. Duale pia akiahidi kuwa mashine ya kutoa huduma za matibabu ya saratani itaanza kufanya kazi punde vipuri vitakapowasili. Emily Chebet, runinga ya Citizen.